Mheshimiwa jaji kiongozi, Mheshimiwa majaji wa mahakama kuu wakiongozwa na Mheshimiwa Jaji Imani Abud Amidi wa mahakama kuu, jaji wa mahakama ya Afrika ya watu na haki za binadamu, Mheshimiwa Jaji Masebo, jaji mfawizi mahakama kuu kanda ya Dodoma, na Mheshimiwa Jaji Abdi Kagomba, jaji mahakama kuu masijara huu Mheshimiwa wasajili tukiongozwa na msajili mkuu Mheshimiwa Nkya. Mheshimiwa mahakimu wote ambao mko mbele yetu na viongozi wote wa mahakama, uh, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Nikushukuru Mheshimiwa jaji kiongozi kwa neno zuri la utangulizi. Kimsingi hakuna ziada mbovu. Mambo yakiwa yanarudiwarudiwa kwa kwa namna hii kwa mila na desturi zetu yanaonyesha umuhimu wake. Nimeangalia uh, ratiba yenu na, na mafunzo ambayo mtayapata kipindi hiki cha induction. Uh, pamoja na mambo mengine yote yaliyoko pale nimevutiwa na siku ya pili ya mafunzo haya, kesho pale kutakuwa na, tutakuwa na muda tutakuwa na muda wa kuangalia hiki kitu kinachoitwa Religious Interface Dialogue. Tutakuwa na mazungumzo na viongozi wetu wa dini, wamealikwa kuja kuzungumza na ninyi, na tumekuwa na utaratibu huu kwa sasa mwaka wa tatu, maana tangu mwaka juzi kila tunapoapisha tunawaita hawa viongozi wa dini kuja kuzungumza na ninyi, kuwatia moyo, kuwashauri nivyoona mna hapa pale, kama nilivyosema, mlikuwa na Biblia, mlikuwa na Qurani, ikimaanisha kwamba sisi bado tunatambua uwepo wa Mwenyezi Mungu na nafasi yake katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu ametupa maelekezo namna tutakavyoishi, tutakavyohusiana na yeye, tutakavyo, lakini pia tutakavyohusiana na wanadamu wenzetu kwa upendo, na katika hii madhehebu yetu ya dini kuna maadili tunayapata pale ambayo tutapaswa tuyaishi hata katika maisha yetu ya binafsi lakini zaidi katika maisha yetu ya utumishi wa umma kwa hiyo sisi viongozi wa mahakama tuliona kwamba ni jambo la msingi sana kila tunapokuwa na mafunzo kama haya tuwashirikishe na hawa viongozi wa dini watutie moyo na kutushauri namna ya kuenenda ina maana kubwa sana kwa sababu tunapohapa pale tunaapa kuzingatia katiba na sheria la mira na desturi zetu lakini unakuta tumebeba vitabu vyetu vitakatifu vya dini, una Korani, una Biblia. Sasa kwa hiyo hawa viongozi wa dini ni walinzi wetu. Kwa hiyo mimi ni washauri, watakapokuja kuzungumza na sisi, wasikilizeni kwa makini, kama kuna maswali waulizeni, lakini watakuja kutujenga sana future yetu kuanzia sasa, future yetu tangu tulipokuwa kiapo imejikita namna gani? Tutazingatia maongozi ya mwenyezi Mungu tunapotekeleza majukumu yetu ya utumishi wa umma na, na sheria zile za Mungu hazipingani sana na hizi za kwetu. Kwa mfano sheria za Mungu zinatuhimiza tupendane, lakini pia zinatuhimiza tusile rushwa. Zinatuhimiza sisi tulio na majukumu ya kutoa haki tusipendelee wala tusiwanyanyasi kama yatima, wajane na maskini na watu wengine katika jamii yetu. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, na sisi hawa watu wa dini tunawapa kipaumbele sana, na mtakumbuka kwamba kila mmoja wenu hapa ana dini yake na siku ya kufanya ibada, pengine wapo ambao wanafanya ibada siku za Ijumaa, Ijumaa. lakini wanaofanya ibada siku za Jumamosi, hiyo inaitwa Sabato, siku ya Sabato. Lakini nao pia wapo wanaofanya ibada siku za Jumapili ambao wanaita Dominika na pengine wako na wengine wanaofanya ibada katika siku nyingine pia, lakini pamoja na hizo siku mahususi ambazo zimetengwa kwa ajili ya ibada, tume hatujakatazwa kufanya ibada kila siku, siku siku. Kimsingi ibada, ibada ni ya kila siku, hata hao niliowaainisha hapa kwa hizo siku tatu za kufanya ibada. Na, na ninyi mna hayo madhehebu yenu, mnao uhuru wa kwenda kufanya ibada, na tunawalika hawa madhehebu ya dini kama sehemu muhimu sana kwenye malezi yetu na ni wanamchango mkubwa sana kama ntakavyokuja kusoma baadaye katika ibara ya kumi na tisa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya kumi na tisa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema, uhuru wa kuamini dini mtu atakayo. Ibara ndogo ya kwanza inasema, kila mtu anastahili kuwa na uhuru wa mawazo, imani na uchaguzi katika mambo ya dini, pamoja na uhuru wa mtu kubadilisha dini au imani yake. Ibara ndogo ya pili inasema kazi ya kutangaza dini, kufanya ibada na kueneza dini itakuwa ni huru na jambo la hiari la mtu binafsi, na shughuli za uendeshaji wa jumuiya ya dini zitakuwa nje ya ya shughuli za mamlaka ya nchi. Ibara ndogo ya tatu inasema hivi, na hili mlizingatieni sana, baadaye nitakuja kusema kitu kuhusu kitu kuhusu hiki kitu kwamba hifadhi ya haki zilizotajwa katika ibara hii itakuwa chini ya taratibu zilizowekwa na sheria ambazo ni muhimu katika jamii ya kidemokrasia kwa ajili ya usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Kwa hiyo na sisi tukitambua hivi, mahakama ya Tanzania, ndio maana tunaalika kunapokuwa na matukio kama haya, waje wazungumze na sisi, kwa sababu wana mchango mkubwa sana katika taifa hili, kwa ajili ya usalama usalama wa jamii, amani katika jamii, maadili ya jamii na umoja wa kitaifa. Sitaenda mbele sana, mtawasikiliza kama ambavyo siku zote tumekuwa tukiyasikiliza katika nyumba zetu za ibada na sala. Na la pili naloomba kulisema kwa haraka ni, ni swala la uwajibikaji. Swala la uwajibikaji, baadaye mtakuja kusoma dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na hamsini. Moja ya kipaumbele kikubwa sana ni uwajibikaji, ni kipaumbele cha tatu katika ile misingi mikuu, msingi mkuu, misingi mkuu wadira ya taifa ya maendeleo mwaka hamsini wajibikaji kwa watumishi wa umma. Asubuhi tuliangalia katika ibara ya mia moja na saba ceptoi ibara ndogo ya pili Aa, b, kutochelewesha haki bila sababu ya kimsingi, na ndipo hapo sasa ninapopata umuhimu wa kuwashirikisha ninyi katika ibara ishirini na tano ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo ndio inatutaka tuwajibike. Kwa uwajibikaji kwetu sisi ni ni, ni swala la kikatiba, ni swala la kisheria, ni statutory, ni constitutional. Kwa kama tulikuwa na tabia ya uzembe na wengine tumelelewa kwa namna ya kudekezwa dekezwa hivi, nikiangalia kizazi chenu ni kama kile kizazi ambacho wanafanywa kazi nyumbani, hata vyombo hamuoshi, mnaoshiwa na wafanya kazi pale nyumbani. Wengine mnavaa mnaanza kuvaa tai mkiwa wanafunzi mnapelekwa kwa mashuleni kwa magari magari ya nyumbani au magari yale ya jumla na wengine mmelewa kwa namna ya kudeka deka hivi huku sasa kwenye utumishi wa umma hakutakuwa na cha kudeka hapa hutakuwa na mama yako na baba yako waliozoea ya kuwadekeza hapa utakuwa unapimwa na, na wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania wanao ambao ninyi mumeitwa kuwahudumia ninyi wa ni watumishi wa serikali ni watumishi wa umma mkifanyia kazi katika muhimili huu wa mahakama hamwezi kujitenga na serikali na serikali, imetambuliwa na kutajwa kwa maana maana ya serikali katika ibara ya nne ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, ambayo asubuhi niliwashauri muitafute hiyo katiba muisome, muisome kila siku, muisome kwa sababu nikiendea kazi muhimu sana. Kwa katika ibara ya ishirini na tano ibara ndogo ya kwanza inasema kazi pekee ndio huzaa utajiri wa mali katika jamii. Kazi kama ninyi hivyo, umepata kazi hii ya uhakimu ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu, na kila mtu anao wajibu wa a hey, kushiriki kwa kujituma na kuaminifu. Ndio hapo ndio sitiza wajibikaji, kujituma na kuaminifu katika kazi halali na uzalishaji mali. Kwa mtalazimika mujitume na kwa uaminifu katika utekelezaji wa shughuli zenu, zinaweza kuwa ni hizi sasa za uhakimu, lakini inaweza kuwa za kwako za binafsi za kilimo mtakoenda vijijini. <laughs> Tafuteni mashamba mulime, mufuge ng'ombe, muvue, muwe na bustani. Yani vitu ambavyo ufanye biashara ambayo haitakuletea mgogoro na watu wengine. Uweze kukaa tu pale na wengine nimeangalia, nimeona kama wametoka kwa wakulima. Ukiacha hiyo walio kuwa mjini wanalelewa lelewa hivi na nini? Wengine wametoka kule vijijini. Wengine wanaishi kando kando ya ziwa wameshiriki kuvua. Iwe ni Ziwa Victoria, iwe ni ziwa Tanganyika kule Kigoma, Ziwa Nyasa na, na maziwa mengine, wengine huku ukanda wa pwani wa bahari hii ya Hindi. Hawezi kuwa hakimu kasema sasa, huwezi kulima, huwezi kuchunga ng'ombe. Wakati fulani utakuta hata hicho kipato hakitoshelezi. Hizi ni kazi halali, kafanye <laughs> hizi, ili mradi hizi hazikupi mgogoro na mtu mwingine. Ya biashara inaweza ikakupa shida, lakini ya kulima, ya kuvua, ya kufanya nini na sio lazima ulime wewe mwenyewe, unaweza kuweka watu wanakulimia. Ng'ombe wewe unachunga, na ukichunga ng'ombe akili yako inakuwa nzuri. Kuchunga mifugo kule kuna faida nzuri sana, lakini alafu <laughs> hiyo kazi uifanye kwa uaminifu. Uaminifu ndicho kile kiapo tumekula pale, si ndio mheshimiwa? Na kule kuz... kile kiapo kimebeba kila kitu. <laughs> kile kibabu kiapo ile ibara ya ya mia moja na saba capital A yote ile ndio iko kiapo chote kiko pale, na hata mia moja na saba capital B. Kwa hiyo tutapaswa kujituma kwenye utekelezaji wa majukumu yetu na kwa uaminifu, na hapa ndipo tunapopata sisi utekelezaji wa dira yetu, dira ya Mahakama, timely justice for all, haki sawa kwa wote, mapema ipasavyo, timely delivery of justice for all. On this one, you gonna be serious. Kwa sababu tunaishi hiyo dira. Hatutaki haki icheleweshwe. Na ninyi wenyewe mnasema haki iliyocheleweshwa ni haki iliyonyimwa. Lakini pia tutataka kubalance. Haki iliyocheleweshwa hizo maxim mbili. Uh, uh, uh, justice barred kwa hiyo na ile ibara mia moja na saba Kepto A ibara ndogo ya pili B ndiyo naipata hapa, kutuchelewesha haki bila sababu ya kimsingi. Kwa hiyo wamebalance hizi ligo maximum mbili hapa, kwamba haki iliyo harakishwa nayo ni haki iliyo iliyokatazwa. Usiharakishe kwa kulipua. Ah, unataka kutenda haki lakini ukipima unaona kabisa kwamba hapa kulikuwa na sababu ya kuchelewa. Sio tucheleweshe tu kwa sababu ya namna gani. Tumeweka utaratibu sasa, tungependa zile kesi ziwe zinamalizika mapema sana, isipokuwa kuna sababu kuna sababu za msingi hili. Sitaki kusitiza sana lakini maelekezo ya kikatiba na, kwa maana hiyo ni maelekezo ya kisheria lakini bi, lazima kutimiza malengo kutimiza nidhamu ya ya kazi kazi nidhamu yetu ya kazi ni ipi? Hili, swala ya kikatiba kutimiza nidhamu ya kazi na kujitahidi kufikia malengo ya uzalishaji mali ya binafsi ndio nilikuwa nazungumza. Wewe unayependa kufuga ng'ombe pale na kulima na kuvua, hiyo ni uzalishaji wako mali, na yale malengo ya pamoja yanayotakiwa au yaliowekwa na sheria. Mimi hapa nitajikita kwenye haya yaliowekwa na sheria, na mtagundua kwamba katika mahakama ya Tanzania, mahakama za mwanzo ndio zina kesi nyingi zaidi kuliko mahakama zozote. Kwa hiyo hili ninalosisitiza kwenu ni la muhimu kama hamwezi mkawa na bidii ya kazi, mkawa na nidhamu ya kazi, mkajituma na kuaminifu, maana yake ni kwamba malengo yenu hatuta malengo yenu hamtayafikia. Na bahati nzuri malengo yetu yamewekwa na sheria. Kazi yenu hii noble kind of profession ni, ni, ina, sijui kwa Kiswahili wanasemaje tuiishi. Tunapohukumu sisi ni kama tunakaa kwenye kiti cha enzi cha Mungu kwa sababu Mungu ndio anayehukumu. The Lord sits on the just, the throne of justice. Sasa sisi hatuko huko kwake, sisi ni watu wadhaifu tu, wanyonge, tuko hapa basi, tujitahidi kuonyesha kama na sisi hiyo heshima aliyotupatia tunaitekeleza kwa ufanisi ipasavyo, licha ya madhaifu yetu sisi kama binadamu wnifikiri kwamba hili niliseme kuwatia moyo wajibikaji. Ni wajibu wetu utapimwa kwa maadili yako pia, hata unavyovaa unavyoleti. Yani, wewe unategemewa kuwa kioo, na nimeona watu wengine wamevaa vizuri hapa na wamejistiri na vichwa vyao, na hayo ni mavazi ya heshima. Waendeleeni kuvaa hivyo hivyo, msiswewa ananipima, ananiona mimi sijui, mshamba mshamba wawapi, na mkiacha na mii nitawashangaa. Alafu niona wengine wakipata wachumba wanaanza kuanzi cha kunani, na hivi vichumba vyenu vinawasumbuasumbua hivi vyo, vyo kuondoa kwenye uadilifu kwenye kwa Mungu inatoka wapi? <laughs> <laughs> kuvaa nguo ambazo Mheshimiwa Jaji Abudi labda atapata nafasi ya kuongea na nini siku nyingine, au leo, siku nyingine, alikuwa anatushauri pale. Majaji tuna namna yetu ya mavazi, tunavaa kwa kujistiri. We become sisi tunakuwa ni role model kwenye jamii mtu anakuja na kesi yake pale, anakuona ulivyovaa, nywele zako zilivyo, ulivyopiga na nini, sijui nani. Bahati nzuri sikuona ambao wenzangu na mimi ambao nywele na afu sikuona wakipara kama mimi, ninyi nywele zenu bado. Hatutaki watu wanaopiga madenge. <laughs> Wataongea, wenzenu hawapo. Sasa, katika kujituma na kuwajibika, lazima mwe na vitendea kazi. Tunavyo vitendea kazi vya aina mbili, moja vitendea kazi kama kompyuta ambazo mtapewa, pengine wameisha wapatia, na nafahamu siku hizi karibu kila kitu ni digital. Ninyi wenyewe mtachukua hizo record of proceedings kutumia kompyuta zenu, na mtaandaa hukumu kupitia hizo kompyuta zenu. Kwa hiyo hicho ni kitendea kazi <laughs> kwa hiyo ukiacha yale majengo ambayo ya mahakama ambako tunafanyia kazi mle ndani utakuwepo na meza kama hiyo hapo, ni kitendea kazi. Tunavyo hizo statutes, vitabu vya sheria ni vitendea kazi na vitendea kazi vingine vingi mnavifahamu ambavyo ni hardware. Lakini mimi nataka kuwashirikisha kitendea kazi cha software <laughs> ambayo sasa ni mindset, fikra. Moja, ninyi ambao mumeitwa sasa na mmekubali kuwa mahakimu ili mtoe haki, Mkiwa mamlaka yenye kauli ya mwisho katika utoaji wake katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Moja, moja akitendea kazi chenu cha muhimu itakuwa mtapaswa kuwa sensitive to justice. Hiyo <laughs> na nini na mzungumza lugha ambayo mnaifahamu nini? Muiwe kuona haki inatendeka, na ninyi wenyewe muitende hiyo haki. Na haki maana yake ni nini? Haki maana yake ni uamuzi uliofanya kwa mjibu wa kuzingatia katiba na sheria za nchi kwa mjibu wa ushahidi ulioletwa mahakamani. <laughs> Hiyo ndio haki. Na kwa maana hiyo mtalazimika kufanya maamuzi pengine ambayo sio popular but in Secondly, we've got to be accountable. Accountability ambayo nilikuwa naiongelea hapa kujituma kufanya kazi <laughs> na kuwa uaminifu na jukumu lako ni la kisheria lakini la msingi sana. Kwa hiyo so software ya pili ya kwenu, mi nazitaja tu. So it's about accountability, kuwajibika. Software ya tatu itakuwa juu ya uadilifu, integrity. Mtu ambaye ni sensitive to justice atalazimika kuwa na uadilifu, atakuwa mwadilifu. Watu akimwona pale wanajua kwamba huyu ni mtu mwadilifu, integrity. Lakini huyo mtu atapaswa awe competent. En competence hii sina shida na nini umesoma vyuo vikuu mumesoma na graduate law school Tanzania na wengine me practice kidogo huko kwa mawakili wa kujitegemea, lakini zaidi ni kwamba hii competence ni continuous on going exercise. Kadiri una naendelea na baadaye, mtakuja gundua kwamba haya mliojifunza day one unapokuwa hakimu umejifunza mengi zaidi kuliko uliopoteza miaka minne sijui mitano vyuo vikuu. Kwa hiyo ni zoezi la kuendelea na linajengwa na practical nani kazi zetu hapa tunapozifanya, lakini pia mtajipenda kujifunza kusoma, nafanya research ili mfanye maamuzi <laughs> edha ukiwa mahakama ya mwanzo au utakapopanda juu huko, bengine bengine miongoni mwenu mnaweza kachukua mapema kuwa wasaidizi wa majaji. Ndivyo <laughs> ilivyo tu, mtafanya research kutakuwa na training kama hizi, practical ni job training practicals, mtapata hizo competence. Kwa hiyo msio vivu kujifunza, kwa na sheria hawapaswi wa vivu, lakini mtakuwa pro, proactive ni watu wa kujiongeza. Unataka kuona haki inatendeka, utajiongeza ku overcome hiyo challenge iliyopo, proactivity and then gonna be creative uh, kuna kikwazo hapa, umesha kiona, unakifungua hiki kikwazo kwa namna gani Nia yako unaiwa kuona haki inatendeka, you are sensitive to justice and also accountable. Itakupelekea ubuni kitu fulani cha kuovakamu hiyo challenge, weza ni we mwenyewe au kwa kuwashirikisha wakubwa zako. It creativity na creativity ambayo iko ndani ya masuala ya sheria, yani ni ubunifu kwa ajili ya kuimarisha ufanisi. <laughs> So, kukuza ufanisi, creativity. Then you have national patriotism. Kile kiapo kile kina national patriotism. Uzalendo kwa taifa. Kile kiapo mkikirejea, Hawa jamaa wanakula kiapo, muje mwatolee kila mheshimiwa, Mheshimiwa Msajili Mkuu. To extract. Kile kiapo kiko kwenye sheria ya viapo. That much I know. Lakini kwenye mafolda yao mu extract kile kiapo waende nacho, sio ile waliosaini, ile ileile text iliyoko kwenye ile sheria viapo, ambacho wameapa leo, waende nacho kwenye mafolda yao, wao wanakisoma kila siku, wanakiishi <laughs> Ndio, ni objectivity, lazima uangalie uhalisia <laughs> Uhalisi, objectivity, ufanye maamuzi sio subjective but objective. Hayo nilifikiri ni wakumbushe. Hizi ndizo software ambazo gonna live by them accordingly. Na mheshimiwa msajili mkuu, tunawahimiza watumishi wa Mungu hawa, hawa ni watumishi wa Mungu, kwa sababu wanafanya kazi ya Mungu ya kuhukumu nilishasema haya nipozungumza naheshimiwa majaji several times. Hawawezi wao wakakwepa <laughs> katika Uislamu, wakati fulani Mungu anatambulika kama hakimu, yani si ndio anayetuhukumu sisi? Watu wengine watu wajifunziga mambo mengine sasa. <laughs> Tunataka, tunawahimiza wa ile waweze kutekeleza ile vision yetu ile timely justice for all lakini kuna vitendea kazi hatujawapatia. Kuna changamoto hiyo na hii tumekuja kuijua kwenye zile kliniki za Rigo Aid Clinics. Na hata pale Dar es Salaam mheshimiwa majaji wakati wa session iliyopita baada ya kumaliza ile walipofanya vikao na wale na watumishi pale, hakimu mmoja kule Kigamboni alisema tuna, tuna changamoto ya ku, kuwapa hawa waheshimiwa wadawa wetu na kara za hukumu. Kwa nini hawana printa? Hawana fotokopia. Kwa hiyo kwenye mipango yetu hii na hasa tukianza na zile sehemu ambazo zile za nje ya, ya miji. Zile vij, mahakama ambazo ziko nje ya miji. Lakini wana umeme kule. Tuwapelekee printer, haisaidii kwamba anamsomea tu hivi. Anamsomea kwenye screen hivi anamsomea. Kwamba hukumu isijui na nini. Iwe ya jinai ya mambo ya madai. Iwe ni masuala ya mirathi iwe ya nini. Baada ya hapo anaenda kuprint wapi? Wanapaswa kwenye kila mahakama iwe na printer, wawe na printer kusudi akimaliza kusoma ile hukumu yake ile, awape wale wadaawa ile nakala ya hukumu. Hawa ukisema wabaki na kompyuta, nani kijijini kule anatembea anayo kompyuta? Hata hivyo hawana. Kwa hiyo watachelewa hawa. Hata anayetaka kukata rufaa, kukata rufaa, kukata rufaa hawa atachelewa kuchukua hiyo karatasi yake ya hukumu, kuipeleka kwa wakili, labda hakulidhika na no. Wakili wengi wanaishi mijini ili aweze kwenda kumshauri ku, ku, akate rufaa. Wao, well, pale ambapo tumewapa hizo printer wale ndio good. Lakini hatuwezi kusema tuanze na wale walioko mbali, tuweke printer. Hatutafanya kwa mkupuo kwa wakati mmoja. Lakini nao watakapopelekea hizo printer, wazitunze tu vizuri. Zile hazihitaji vumbi. Ndio printer zinatoa hukumu. Ile ina save pia kama photocopy, hizi za kisasa. Kwa hiyo unakuwa ume, kama ni zile heavy duty umeua ndege wawili kwa jiwe mmoja. Sasa, watumishi wenzangu wa Mungu, mimi kwa mara nyingine tena ni washukuru eh, kwa kunisikiliza hivi kwa nidhamu na hekima hiyo ndio leo. Haya mengine haya sitaki kuyazungumza. Mimi leo nazungumza tu hii ya mazungumzo yetu na viongozi wa dini. Haya mengine najua ni ya muhimu, lakini yana wenyewe watakuja kuyasema kwa uzito na weledi mkubwa, lakini mimi nawapongeza wenzangu sana ambao walikuwepo wa miaka mingi waliobuni utaratibu huu kwamba kwenye training za kwetu kama hizi tu tunawahusisha viongozi wetu wa dini. Wana mchango mkubwa katika taifa hili na mchango wao umetajwa kwenye ibara kumi na tisa ibara ndogo ya tatu. Ni watu muhimu sana basi baada ya kusema hayo niwashukuruni tena niwatakieni kila la heri katika maisha na utumishi wenu na Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana Ninapotamka kwamba mafunzo haya sasa nimefungua rasmi. Amina.